Asubuhi ilipochomoza mwanga laini uliangaza juu ya jumba la kifalme la Shushani. Miale ya jua ilipenya madirishani marefu na kuangaza sakafu za marumaru kwa rangi ya dhahabu. Watumishi waliharakisha wakibeba matunda na divai, wakifagia kumbi ndefu na kuandaa baraza la kifalme kwa siku mpya. Lakini katikati ya uzuri wa jumba, moyo wa malkia Esta ulikuwa mzito. Kwa siku tatu usiku na mchana Hakula wala kunywa, kama alivyoomba watu wake wafanye. Watumishi wake nao walifunga pamoja naye, wakiomba rehema na nguvu kutoka kwa Mungu. Kila usiku Esta alipiga magoti kando ya kitanda chake na kunong'ona, "Bwana, nibariki kwa ujasiri, uwe nami nitakaposimama mbele ya mfalme." Sasa wakati ulikuwa umefika. Watumishi wake walimsaidia kuvaa mavazi ya kifalme. Vazi la kifahari jeupe na la dhahabu lilimfunika mabegani na taji likakaa kwa upole juu ya kichwa chake. Lakini mikono ya Esta ilitetemeka chini ya vito na nguo nzuri. Alikuwa karibu kuingia mahali ambapo hakuna mtu aliyethubutu kuingia bila kualikwa, ukumbi wa enzi wa mfalme Ahasuero. Sheria ilikuwa wazi: Yeyote aingiaye bila kuitwa angeadhibiwa kifo. Hata alijua hatari hiyo, akili yake iliendelea kurudia maneno yake, nikikosa maisha yangu, basi iwe hivyo. Aliposimama imara, Esta alikumbuka nyuso za watu wake, akina mama wakilia kwa ajili ya watoto wao, akina baba wakipiga kelele mbinguni, watoto wakishikilia wazazi wao kwa hofu alimfikiria Mordekai, binamu yake aliyemlea kama baba, na vizazi vijavyo. Hangeweza kunyamaza. Alichukua pumzi ndefu, akasema sala ya mwisho moyoni mwake, kisha akaanza safari yake kuelekea ukumbi wa enzi. Kumbi za jumba zilikuwa kimya. Alipopita walinzi walipiga magoti, alipopita macho yao yakionyesha mshangao. Kwa nini malkia aende kwa mfalme bila kuitwa? Sauti za minong'ono zilifuatilia hatua zake na watumishi wengine walijishika midomo kwa mshangao. Milango mikubwa ya dhahabu ya ukumbi wa enzi ilisimama mbele yake. Walinzi wawili waliifungua na Esta akaingia. Ukumbi ulikuwa wa kuvutia. Dari la juu lilipambwa na michoro ya ushindi wa Uajemi, nguzo za mawe zenye michoro mizuri na kule mwisho juu ya jukwaa refu aliketi mfalme ahasuero alivaa vazi jekundu na taji lenye uzito wa vito uso wake ulikuwa mkali na macho yake makali yalichunguza kila kitu waheshimiwa waliosimama kando ya ukuta walinyoosha vichwa vyao chini kwa ukimya macho yote yalimwangalia Esta Hatua zake ziliendelea kugonga marumaru na kila hatua ilionekana kuongezea mapigo ya moyo wake. Sheria ilikuwa wazi: ikiwa mfalme asingetandaza fimbo yake ya dhahabu, angebebwa mara moja. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Esta alisimama mbele ya enzi, kichwa chake kikiwa kimeinama kidogo, akisubiri. Alihisi uzito wa macho mamia ukimwangalia. Ukimya ukawa mzito na wa kuogofya. Mfalme Ahasuero alijisogeza mbele, alimtazama kwa makini. Kwa nini alikuja bila kualikwa? Je, angekasirika? Je, hii ndiyo ingekuwa mwisho wake? Mikono ya Esta ilitetemeka, lakini hakusogea. Aliomba kimoyomoyo, Bwana nisaidie, uwe nguvu yangu. Kisha likatokea. Mfalme polepole pole akainua fimbo yake ya dhahabu na kuinyosha kwake. Sauti za mshangao zikasikika, goti za zikasi esta karibu zikalegea kwa faraja. Lakini akajitazama, akasobia mbele na kugusa ncha ya fimbo hiyo kwa upole maisha yake yalihifadhiwa. Mfalme Ahasuero akasema kwa sauti kubwa, Malkia Esta, ni kitu gani unakitaka? Hata kama ni nusu ya ufalme wangu, utapewa. Waheshimiwa walinong'ona kwa mshangao. Mfalme alifurahi kwa Esta, alikuwa tayari kumpa kitu chochote. Lakini Esta hakuharakisha, alijua wakati mzuri ni muhimu. Kwa hekima akapiga magoti kwa heshima na kusema, iwapo mfalme atakubali, basi mfalme na Hamani waje leo katika karamu niliyoandalia. Mfalme akatabasamu. Mwiteni Hamani mara moja, akaamuru. Siku hiyo hiyo ukumbi wa chakula cha kifalme ulijaa vyakula vitamu. Vikombe vya dhahabu vilimetameta, meza zikajaa tini, makomamanga, nyama zilizochomwa na mikate ya asali. Mfalme alifurahia na Hamani aliketi karibu naye kwa majivuno, moyo wake ukijaa fahari kwa sababu malkia mwenyewe alimwalika. Mfalme alipokuwa anakunywa divai tena akauliza, Esta, ombi lako ni nini? Litatimizwa hata nusu ya ufalme wangu. Hii akatabasamu kwa upole, moyo wake ulipiga haraka lakini alihisi Mungu akimwambia asubiri kidogo zaidi. ombi langu ni hili ikiwa mfalme ataniona kwa neema, basi kesho mfalme na Hamani waje tena katika karamu nitakayowaandalia, ndipo nitakapojibu swali la mfalme. Mfalme akakubali. Hamani aliondoka jioni hiyo akiwa na kifua cha fahari. Hamani alipotoka aliona tena Mordekai na Mordekai hakupiga magoti. Hasira ya Hamani ikawaka kama moto. Mtu huyu ananidharauje? Ingawa alikuwa na heshima ya Malkia, ukaidi wa Mordekai uliharibu furaha yake. Uso wake ukajikunja kwa hasira. Usiku huo akawaita marafiki na mkewe Zeresh akajivuna juu ya mali zake, heshima zake, na mwaliko wa pekee kutoka kwa Malkia. Lakini akaongezea kwa hasira, lakini yote haya si kitu kwangu, mradi tu namwona Miyahudi Mordekai ameketi langoni akikataa kuinama. Zeresh na marafiki wake wakamshauri, jenga mti wa kumnyongea Mordekai, urefu wake dhiraa 50. Kesho asubuhi umwombe mfalme anyongwe juu yake, halafu uende karamu ukiwa na furaha. Pendekezo hilo likampendeza Hamani. Mara moja akaamuru mti huo ujengwe usiku huo. Wakati mafundi walipokuwa wakipiga misumari kujenga mti wa kunyongwa, jumba la kifalme lilikuwa kimya. Lakini, ndani ya chumba cha kifalme, Mfalme Ahasuero hakuweza kulala. Akataka vitabu vya kumbukumbu visomwe kwake. Waliposoma, wakaona rekodi ya jinsi Mordekai aliwahi kufichua njama ya kumuua mfalme na kumwokoa. Mfalme akainuka kwa mshangao. Mordekai amewahi kupewa heshima gani kwa jambo hili? Watumishi wakajibu, hakuna chochote kimefanywa kwake. Uso wa mfalme ukakunjamana, akianza kupanga jambo moyoni mwake. Usiku huo Esta aliomba, Hamani akapanga mabaya, lakini Mungu tayari alikuwa akifanya kazi. Hata kabla Esta hajatoa ombi lake, Mungu alikuwa akipanga hatua kwa hatua. Watoto wapendwa, wakati mwingine tunaona hatari zimetuzunguka, hatujui kesho itakuwaje, lakini